Mara ya kwanza mm. aibu kwake, lakini akikudanganya mara ya pili mm. aibu ni kwako wewe, ndio unaona aibu eh, yani wewe mwenyewe ndio unaona aibu, usiye kumsikia mtu anazungumza jambo e, e, la uongo, alafu wewe ndio unaona aibu <laughs> <Yani laughs> unatamani uingie chini ya mimi, hiyo ni aibu yako, kwa sababu umekuwa deceived mara ya kwanza izo, okay, mimi ulikuwa hujui, lakini aibu hii ikaileta nani kwanza ni mpira mpira mzima, ambao jua yani mpira mzima kwa ujumla, kwa sababu hii hizi incident sio mara ya kwanza mm, lakini watu wame, wame choose to ignore tu, wanaishi maisha ya kawaida, wanaona ni vitu vya kawaida, ndio maana unaona tulipofika, na ndio ndio tulipofika sasa. Hii aibu iko kwa viongozi tu, hata kwa mashabiki ambao tunasupport mpira wetu mm, kwa sababu tumeshindwa, kwa sababu mpira ni mashabiki bila bila mashabiki hakuna mpira. Mm. Na sisi tusipokuwa tuna sauti zetu, zisipokuwa zinasikika, viongozi wataendelea kufanya vitu wanavyofanya kwa sababu wanaona wako sahihi mm, lakini mpira huko kwa mashabiki. Mashabiki sasa hivi kila ukiingia mtandaoni, kila mtu, mtu anazungumza kwamba tutaangalia atu, dabi nyingine mm, wengine wame wengine kila mtu anasema yake jazba, kila mtu anasema yake, lakini hizi incidents zimekuwa mara mara kwa mara, lakini zinajirudia kila msimu, lakini mama maisha yanaendelea. Sasa hapo mm, hapo uwezo kabaki unasema kwamba ni aibu kwa viongozi lakini pia mashabiki wana take your responsibility, kwa sababu kwa muda mwingi kuna wengine wanaona wanaona Simba amefanya sahihi, mashabiki wa Yanga wanaona Yanga wako sahihi. Sasa mm. hiyo uh, tayari ina cause ina cause confusion. Wewe unaonaje? Wajua, sisi sisi tulikuwa tunataka mechi ichezwe eh, yani kila mtu alikuwa anataka mechi ichezwe na kuna watu wametoka sehemu mbalimbali kwa mtu ambaye unaangalia unajua, si mpira mpira wetu. Sasa hivi ndio umekuwa broadcast tunaoangalia sana kwenye TV, hakuna vitu kama hivi kwenye mpira vina vikafanya mpira uendelee, okay, yani havipo. Afu ule ule uwanja ni uwanja wa Taifa, yani ungekuwa ni uwanja maybe unamilikiwa na Young Africans walikuwa na make yani wana make yani sense kwa kuzuia ya Simba wasifanye mazoezi kwa sababu the case ya Simba is a very simple case, walikuwa wanataka wafanye mazoezi wakazuiliwa mm. Mimi nimesikia pamoja na kwenda kufanya mazoezi lakini ndio alikuwa pa kupindua na nini. Kitu kingine ki kuna hizi conspiracy theory. Na mashabiki wamesha embrace wamekumbatia hizi conspiracy theory wanaziamini. Aibu kwa aibu kwetu, pia imani za kishirikina. Hizo tumeshazikumbatia, we think is normal lakini is not normal. Yaani hivyo ni vitu ambavyo havikubaliki lakini sisi tumeviona ni vinakubalika tunaenda navyo tunaishi navyo. Sasa tufanye tufanyeje? Okay. We, we, we imagine uh, kama unavyosema. Mambo wanasema zilikuwa two buses. Eh. Two buses. Ma, mambo mengine. Why conspiracy theory? Sasa hizo si speculation. Hizo speculation zipo kwa sababu haziwezekani zinajirudia. Unajua mahakama haiwezi kukupata wewe haiwezi na kuhukumu kila siku wewe na hii kesi. Hivi unafikiri hata kama uh, isinge ingekuwa hata ingekuwa imeingia noa, unafikiri kwenye <laughs> mpira wa samba? Nani kwenye dunia gani uwanja unanena na makomando sababu kwa sababu uwanja hawa stewardi hawa ndio wale ambao ni walinzi wa uwanja ambao sasa wanatoka kwenye hivi vilabu vinapokuwa vinatumia uwanja wa nyumbani na sio tu taifa. Yani anyway, siku ambayo Simba anaamkia mechi KMC na Yanga hadi si kwa... wewe ke... ukumbuki wow, mechi ya zile Simba wanaenda kufanya mazoezi alafu ke... ni, KMC. Ni, ni Simba Yanga ni Yanga alafu makomando wakawakatalia a, ukumbuki ile kesi ya KMC hapo uwanjani <laughs> e, ilikuwa, ilikuwa mea, mea, wa... sasa. Sasa. Sasa tulia hapo hapo nikupe taarifa ya Yanga sasa a tulienda kuzungumza <laughs> na Dr. Jonas Tiboroha. Kama unanisikia muda si mrefu nitakuja kwako. Uh, dona, uh, Dr. Jonas Tiboroha bwana. Sasa uongozi wa klabu ya Young Africans umependa kutaarifu umma kuwa uh, mchezo wetu wa ligi kuu ya NBC uliopangwa kuchezwa leo tarehe nane mwezi wa tatu elfu mbili ishirini na tano dhidi ya Simba saa moja na dakika 15 usiku wenyewe sasa, wakati wanaandika hii barua walisema, yeah, upo pale pale na hakuna mabadiliko yoyote. Mm. Young Africans SC, kama wenyeji wa mchezo tunaamini taratibu zote za mchezo kama inavyoelekezwa kwenye kanuni za ligi kuu ya NBC ziko sawa sawa, na maandalizi yote yako tayari. Mm. Uongozi wa Young African Sports Club utapeleka timu uwanjani, uwanja wa Benjamin Mkapa, kama inavyoelekezwa kwenye kanuni na hatutokuwa tayari kucheza mchezo huu siku nyingine tofauti na leo. Sijui <laughs> unanyelewa? Naendelea kusoma hii taarifa. Tunawaalika uwanjani wanachama, mashabiki, wapenzi wa klabu yetu na wadau wengine waliosafiri kutoka mikoani nchi za jirani na sehemu mbalimbali mbali duniani kote kuja kushuhudia mchezo huu mkubwa barani Afrika. Imetolewa na mtendaji mkuu Andre Mtime Young African Sports Club, Yanga anacheza mechi na nani? Ah, sasa wao si umeandika wanacheza mechi na nani vipi? na mechi hamna. Sasa sio mwisho wa siku, radi akatoa ya maoni yake akasema ya kwamba kamisa yupo yanao, kienda pale ni kama unaenda kufanya mazoezi, lakini wenyewe wamesisitiza nje ya tofauti na leo hawatocheza mechi wao. Sasa wameshatoa wameshatoa msimamo wao, na Simba imesema haitacheza tena mechi nyingine ya ligi. Alafu hata mimi naweza kukutengenezea nikachukua <laughs> <laughs> na picha yako situbaki kwenye page ya Simba waliotuma taarifa kwa wa, wa uh, ya, kwa yeah, yeah. Na Yanga sasa ya na taarifa yao ndio hiyo, patina leo hawatocheza mechi tena, kwa kauli hiyo ambayo kutoka kwenye taarifa ya Young Africans ah, vilabu vina nguvu kuliko mamlaka sijui nijiweke kwenye viatu tuse hebu tuseme tunauliza tuse, swali vilabu yeah, vina nguvu kuliko mamlaka ah, ya yeah, possibly kwa hicho kinachoendelea possibly, kwa sababu yeah, yani hebu hebu jiweke kwenye jiweke kwenye viatu vya viongozi, labda mtu wa heshima amekuja, tuseme hata Mosepe amekuja, ya yeye alikuwa amekuja kwenye hii mechi kama mgeni mwaliko, hii incident inatokea, unamweleza unamweleza vipi? Yani how come nyinyi mnazidiwa nguvu na clubs kwa sababu yani, hivi vitu vyote vimetokea kwa Simba, Simba, Simba wana wana, wana sababu zao ambazo wanaona zina make sense. Shida i, i, shida hii kesi, kila mtu anaona yuko sahihi. Ah basi, sasa tena kwenye kanuni, ehe, kila mtu wana, sasa hizo kanuni ndio zinaingia watu wanazimani wanazimanipulate, zinaonekana ni zina zinaonekana na zenyewe zina kitu, hazina nguvu hazina nguvu. Sasa wewe tutaishi maisha gani haya? Tutaishi maisha gani haya? Yani, watu unajua, inafika sehemu ya sana asara kubwa kabisa watu, watu watu wamechukua mikopo wamesafiri mikopo, wame wame wame kuna mikopowamesafiri kunaastalikuwa wameshajiandaa wiki nzima kurusha mechi mechi inaenda postpone, na sasa hivi inamaana ikitoka kwenyeratibning kwenye ratiba nyingine itakuwa ni mbaya kwa Simba kwa sababu ana mechi za kafu shirikisho anatakiwa acheze na, na, na, na mechi ya Yanga Africans, zikiwa kwenye ratiba ya, ya Simba wataiwaza kuliko mechi nyingine yoyote ambiko kwenye ratiba yao. Sasa kumbe si ndio mechi ambayo mm, hii ilikuwa inaonekana inaenda kufanya maamuzi ya kwa kiasi kikubwa, ilikuwa inaenda kuamua nani atoa direction, kutoa mtazamo wa nani anaweza akawa bingwa, lakini kitu ambacho kitakuwepo kimesha kwa kwa kwa tokea, kimesha tokea. Yani, kila mtu atazungumza lakini hakuna kitakachobadilika, wenye mamlaka wameshaamua. Ni tusubiri ratiba ipangwe upya, tarehe ipangwe mpya ya mechi, watu wajipange, wakae chini, kuna kitu cha so kujifunza O, ade, yani, mpira wetu, kila siku unapoangalia mechi utajifunza vitu vingi. Hili sio mara ya kwanza kutokujurulia kama hili, ndio maana nakwambiaje. Yani, unajua shida iko tu kwa watu na sisi pia ambao tunashabikia mpira kwa ujumla, kwa sababu yani ni kama tunaishi yani, uongo. Tumedanganywa mara ya kwanza tumeona ni sawa, tumedanganywa mara ya pili tunaona ni sawa, tunabaki kufurahia. Unajua mbaya zaidi, kuna mashabiki wanaona kila timu eh, yake iko sahihi sasa yani, unajua tumetoka kwenye ushabiki ule wa kawaida tumeingia kwenye fanatism ambayo hiyo ni mbaya sana. Sawa e, e, e, nimepata ujumbe hapa yeah. Uh, kutoka kwa Eliud Mvela nakuja yeah. kusoma tutakaporejea. Ni mwana sheria huyo Eliud Mvela.